Taarifa rasmi ya CPT the Catholic Professional of Tanzania kuhusu taarifa ya waziri wa mambo ya nje Balozi Komba huko Vatikani, kwa niaba ya chama cha wanataaluma wa kanisa Katoliki eh, na Dr. Nagaikaya Thomas PhD kuhusu masuala ya mahusiano kati ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Vatikani, utendaji wa kanisa Katoliki na heshima ya mifumo ya kikanisa. Chama cha wanataaluma wa kanisa Katoliki kikiwa ni jumuiya ya wasomi na wataalamu wanaolihudumia kanisa kwa uaminifu wa kiakili, kimaadili na kitaasisi, kinatoa taarifa hii rasmi ya maoni kwa umma kwa nia ya kuweka sawa uelewa wa kweli kuhusu namna Katoliki linavyofanya kazi zake, nafasi yake katika jamii na mahusiano yake na dola na taasisi za kimataifa. Kwanza, Kanisa Katoliki ni taasisi ya kisheria, kielanikia na kitaaluma. Kanisa Katoliki si jukwaa la maigizo ya kisiasa, wala taasisi inayoweza kushughulikiwa kwa mbinu za mkato. Ni taasisi ya kale yenye sheria zake, yaani canon law, nidhamu ya juu na muundo wa kielaki unaoheshimika shim, duniani kote. Maamuzi, mawasiliano na mahusiano yake hufuata taratibu zilizoainishwa wazi na zinazotambulika kimataifa. Jambo la pili: Vatikani na njia halali za mawasiliano ya kikanisa. Ni msimamo wetu wa kitaaluma kwamba Vatikani haifanyi kazi nje ya mifumo halali ya kanisa. Papa kama kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki apokei taarifa wala kufanya maamuzi nje ya sheria na taratibu za kanisa kwa Tanzania, baraza la maaskofu Katoliki Tanzania, TEK, ndicho chombo halali cha mawasiliano kati ya kanisa la ndani na Vatikani. Kupitia TEK taarifa huandaliwa, kuchambuliwa na kuwasilishwa kwa uhalali unaotambulika ndani ya mfumo huo. Katibu mkuu wa TEK yaani Padre Dr Chazi Kitima ndiye msimamizi wa kitaasisi wa mtiririko wa taarifa na mawasiliano ya kikanisa. Kwa hiyo basi, kuruka ngazi na kutegemea mapokezi chanya Vatikani bila kupitia tech ni kinyume na utamaduni, sheria na utendaji wa Kanisa Katoliki. Tatu, Kanisa Katoliki lina mtandao mpana wa taarifa duniani. Ni muhimu kukumbusha kuwa Kanisa Katoliki lina mtandao mpana wa taarifa katika kila kona ya dunia kupitia maaskofu, mabalozi wa kitume, taasisi za haki za binadamu, mashirika ya kijamii na waamini wake. Kwa mantiki hiyo basi, Kanisa haliwezi kudanganywa kwa simulizi za juujuu, propaganda au taarifa zilizochujwa. Jambo la nne, wajibu wa serikali kuheshimu Kanisa na kulinda heshima yake. Chama cha wanataaluma wa Kanisa Katoliki kinasitiza kuwa heshima ya kanisa huanza ndani ya nchi kabla ya jitihada zozote za kidiplomasia nje ya mipaka. Kulikuwa na wajibu wa kushughulikia vitendo vya uzushi, kejeli na udhalilishaji wa Kanisa Katoliki vinavyofanywa na makundi yanayojitambulisha kama Katoliki bila uhalali wa kikanisa ba makundi ambayo kwa matendo yao yanalichafua kanisa na kuwapotosha waumini, che kuhakikisha kuwa hakuna ulinzi wa kisiasa unaotolewa kwa vitendo vinavyolidhalilisha kanisa hata pale wahusika wanapojificha chini ya taswira za vyama vya siasa. Hatua hizi ndizo zingetoa ishara ya kweli kwamba serikali na chama tawala vinajitenga wazi na udhalilishaji wa Kanisa Katoliki. Jambo la tano: msisitizo wa Vatikani, haki, ukweli na upanyaji wa taifa. Kwa mjibu wa taarifa sahihi zilizopo Vatikani, msimamo wa Holy See umejikita katika misingi wa haki, ukweli, ikiwamo wito wa kuitisha uchunguzi huru wa kimataifa wa haki kuhusu matukio ya uchaguzi wa Oktoba 29 na siku zilizofuata kuwa matokeo ya uchunguzi huyo yatumike kuliponya taifa, kukuza maridhiano na kurejesha imani ya wananchi katika mifumo ya haki na demokrasia. Huu ni msimamo wa kudumu wa Kanisa Katoliki duniani kote. Amani ya kweli haiwezi kujengwa bila haki. Jambo la sita, hitimisho Chama cha Wanataaluma wa Kanisa Katoliki kinapenda kuweka bayana kwamba Kanisa Katoliki alirukiwi ngazi linaheshimiwa na kufuata taratibu zake, alifanyi kazi kwa picha, kauli au shinikizo la kisiasa, na litasimama daima upande wa haki, ukweli na utu wa binadamu, hata pale msimamo huo unapokuwa mgumu kisiasa. Tunatoa wito kwa wadau wote, serikali vyama vya siasa na jamii kwa ujumla kuliheshimu Kanisa Katoliki kama taasisi huru ya kimaadili na ya kitaasisi na kushirikiana nalo kwa uaminifu, ukweli na kwa njia halali. Imetolewa na chama cha wanataaluma wa Kanisa Katoliki, CPT Tanzania, kwa ajili ya haki, ukweli na ustawi wa taifa. Naam, ni taarifa kuhusu eh, CPT ambapo wametoa e, kauli nzito hii ambayo inakanusha kile ambacho mamlaka za Tanzania zimejaribu kukifanya, hasa baada ya kutuma viongozi waandamizi kwenda kuona na Papa Leo wa kumi na sita, katika kuonyesha kwamba Tanzania iko safi, iko salama, na yale ambayo yalikuwa yakiendelea basi kanisa kama, e, kama taasisi limeweza kutoa ufafanuzi wake na kutaja msimamo wake ambao ni haki, ukweli na uwajibikaji.